Mara baada ya Simba kuweza kuondoka na alama tatu muhimu mbele ya uh, Tabora United mabao matatu kwa sifuri yakihusika lakini hivi ndivyo msimamo ulivyo timu zote zikawa zimecheza michezo kumi na sita uh, Simba nafasi ya kwanza pointi arobaini na tatu Yanga nafasi ya pili pointi arobaini na mbili Azam nafasi ya tatu pointi thelathini na sita Singida Black Stars nafasi ya nne pointi thelathini na tatu Tabora United, eh, nafasi ya tano pointi ishirini na tano. Fountain Gate FC nafasi ya sita uh, pointi ishirini. Mashujaa nafasi ya saba pointi kumi na tisa. JKT Tanzania nafasi ya nane pointi kumi na tisa. Dodoma nafasi ya tisa pointi kumi na tisa. KMC nafasi ya kumi e, pointi kumi na tisa. Kosti nafasi ya kumi na moja pointi kumi na nane. Namungo FC nafasi ya kumi na mbili pointi kumi na saba. Hey, Tanzania Prison nafasi ya kumi na tatu pointi kumi na nne, Pamba Jiji FC nafasi ya kumi na nne pointi kumi na mbili, Kagera Sugar nafasi ya kumi na tano pointi kumi na moja, Ken Gold nafasi ya kumi na sita pointi sita. Msimamo wa ligi kuu soka Tanzania Bara upo namna hivyo, ambapo timu zote hadi hivi sasa zimecheza michezo kumi na sita. Duru ya pili duru ya lala salama ndiyo ambayo inafuata, kuona namna gani ambavyo mambo yataenda kwenda. Lakini hadi hivi sasa Simba yupo kileleni akiwa amemzidi Yanga alama moja tu kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Maoni yako kuelekea duru la pili, unatazamia kushuhudia kitu gani hasa katika hilo, tujuze. Lakini kubwa zaidi, usiache kusubscribe katika YouTube channel, chaneli yetu ya Mtanange TV.